Tunaingia kwenye sehemu yetu ya ine, sehemu ya nne. Tuko nazungumzia kuhusu ubatizo wa kweli ni upi? Ubatizo wa kweli ni upi kati ya baba na mwana Roho Mtakatifu na ubatizo katika jina la Kristo ni upi wa kweli? Kama vile tumekwisha kusikia hili andiko kwenye, e, kwenye hii kipengele cha Yohana kipengele cha Yohana kumi Yohana kumi makumi tatu inasisitiza kusema ya kwamba eh, mimi na baba tu mmoja. Na wa Wakorinto tumekwisha kuisoma tena, tunairudilia Wakorinto, wa Korinto 8:6 hadi saba, nasema lakini kwetu sisi Mungu ni mmoja tu aliye baba ambaye vitu vyote vimetokana kwake, nasi tunaishi kwake, yuko na Bwana mmoja a Yesu Kristo, ambaye kwake vitu vyote vimekuwapo na sisi kwa yeye huyo. Bali ujuzi huu haumo ndani ya watu wote. Hili neno linafurahisha sana. Ujuzi huu wa kujua kwamba Yesu Kristo ndiye Mungu hauko katika watu wote ujuzi wa kujua kwamba Yesu Kristo ndiye Baba. Huyu ujuzi hauko katika watu wote, wachache tu ndio wanajua, na ndiyo maana maandiko yanasema ya kwamba enyi kundi ndogo, kundi ndogo tu. Nabii anasisitiza kwamba njia ya kwenda mbinguni nyembamba na wanayoiona ni wachache sana. usi usi ni usitishike na makanisa kuwa watu maelfu, mkanisa sio sio kwenda mbinguni Watu wanaweza kuwa maelfu, watu wanaweza kuwa wahubiri sana, wanajulikana, wanaenda huko na huko, wanaenda Afrika, wanaenda Ulaya, wanahubiri, lakini mpaka na hivi, hii siri hawajua, hii ujuzi hawajua, kwamba Kristo ndiye Mungu hawajaelewa. Lakini tuko namuomba Mungu, Mungu akusaidie sana, upate kuelewa ya kwamba Kristo ndiye Mungu. Tunasoma maandiko matakatifu maandiko matakatifu kama vile ilivyoandikwa na Yohana, Yohana kumi na nne saba hadi kenda, Yesu Kristo yeye mwenyewe anajiita ya kwamba yeye ni Mungu. Sasa wewe mwanadamu na mpinga Kristo anasema ya kwamba mimi niko Mungu, mimi ni Mungu kwa sababu Mungu iko ndani mwangu na mimi iko ndani ya Mungu. Anasema mimi ni ndani ya Baba na Baba ni ndani mwangu. Tukitamka Mungu tunasema Baba, baba yuko ndani mwangu na mimi niko ndani ya baba. Kisha sasa wewe unakatala, unazingatia dini, unazingatia dini tu, dini letu la Kipendekoste, dini letu fulani liko hivi. Na usizingatie dini, zingatia Kristu. Kristu ndiye wa kuzingatia, sio dini, hapana. Mtu wa kwenda mbinguni atazingatia Yesu Kristu, hapana kuzingatia dini, hasa madini za watu wengi ku Afrika watu wanazingatia madini zao ulia kuzingatia Yesu Kristo na ne, kuzingatia neno la Mungu la kweli. Wanazingatia dini, wanashindwa kuzingatia Yesu Kristo, wanashindwa kuzingatia maneno ya Mungu, lakini itakuwa ole sana, ole sana. Yohana kumi na nne mstari wa saba hadi wake kenya asema hivi: kama mungalinijua mimi, mungalimjua na baba yangu, na baba tangu sasa mnamjua tena mmemuona. Hivi ni habari za wanafunzi ambao wamoja waliuliza, maandiko yote yanasema kwamba Filipo alimuuliza Yesu ya kwamba, Yesu utuonyeshe baba. Sasa Yesu akamwambia kwamba, Filipo wewe unaniambia nikuonyeshe baba? tangia misiku zote tuko pamoja na wewe mpaka hivi hayamjua baba na watu wengi kanisani wako mmakanisa miaka na miaka na mpaka hivi hawamjua baba ni nani, hawamjua ba, hawajajua baba ni nani, wangali wanamtafuta, lakini na baba iko pamoja nao. Sasa Yesu akamwambia akasema kama mungali, kama mungali mjua mungalinijua mimi mungalimjua na baba tangu sasa mnamjua tena mmemwona. Filipo akamwambia Bwana, utuonyeshe baba ya tutosha. Yesu akamwambia mimi nimekuwapo pamoja nanyi siku hizi zote, wewe usinijue? Hii njo original ya Yesu sasa, original ya Yesu, doorjine ya Yesu, hii njo Yesu, original yake ni Mungu siyo mwanadamu kawaida, huyu hapana. Huyu ni Mungu mzima, Origine yake yeye. Anajitamsha sasa kuwa yeye ni Mungu mbele ya Filipo, mbele ya wanafunzi, anawaambia kwamba mimi ni Mungu. Unasema hivi, mimi nimekuwa pamoja nanyi siku hizi zote, wewe usinijue Filipo? Aliyeniona mimi amemuona baba, basi wewe wasemaje? Utuonyeshe baba. Unasikia hapa, Yesu anasema ya kwamba aliyeniona mimi, Yesu anaongea, aliyeniona amemwona baba. Sasa wenga najiuliza, baba iko wapi? ungani ungaliyeseme Mungu baba Mungu mwana Mungu Roho Mtakatifu wako wapi? nani aliye kuroga? Nani aliye kuroga? ungana ungana na Mungu watatu huko na wamungu ba watatu Mungu baba, Mungu mwana na Mungu roho. Hakuna Mungu baba na Mungu mwana na Mungu roho. Mungu ni Mungu mmoja, kwetu sisi tuna Mungu mmoja. Wakorinto wanasema, Yesu anasema katika Yohana ya kwamba Mungu ni Mungu mmoja. Sasa ungana ungana, namgabula tena wamungu ba watatu, endelea kumgabula vile, lakini kuna siku moja uta, utajuta. siku moja utajuta Wakolosai tunasoma Wakolosai mbili munane hadi kumi. Tunasoma Wakolosai mbili munane hadi kumi nasema hivi. Angalieni mutu asiwadanganye, mutu asiwadanganye. Angalieni mutu asiwadanganye kwa elimu, mtu asiwadanganye kwa elimu yake ya bure na madanganyo matupu, kwa jinsi ya mapokeo ya wanadamu, kwa jinsi ya mafundisho ya awali ya ulimwengu, wala wala si kwa jinsi ya Kristo. Anasema ya kwamba mtu asiwadanganye Mutu asiwadanganye kwa mambo yake ya uongo, mambo yake ya uongo, mafundisho yake ya uongo ya kudanganya watu, maana katika yeye unakaa utimilifu wote wa Mungu kwa jinsi ya kimwili. Uungu wote unakamilika katika Kristu Yesu, hakuna mtu mwingine. Uungu wote unakamilika katika Kristu Yesu kumi nasema hivi na na ninyi mmetimilika mume katika yeye aliye kichwa cha enzi yote na mamlaka yote ubarikiwe sana kusikia maneno haya na maneno haya ya kujenge ya kupandisha cheo ya kupandisha levo yako ya kiimani ya kutoa sehemu ya kuweka sehemu nyingine ili siku moja tukutane sote katika ufalme wa mbinguni mw. Ubarikiwe sana kusikia maneno haya. Hii ni sehemu ya nne, tulikuwa tunaendelea mpaka ujikaze, fungua zote mpaka sehemu ya mwisho. Anayekuletea habari njema hii ni mtumishi wa Mungu Mambe Ruhembuza, mtume wa Yesu Kristo anayetangaza habari njema, Yesu Kristo. Ubarikiwe.